Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu zangu, familia, marafiki, karibuni tena katika kipindi chetu na mazungumzo yetu kuhusu maradhi ya sukari. Tunaendelea na topic ambayo nimeulizwa sana miezi hii iliyopita, vipi kujizuia na temptation au na njia ya kula vile vyakula vya udoho udoho ukiwa na njaa hivi in between nini ule nini usile kwa hivyo nimeandika njia sita za kuondoa hamu ya kula wakati mwingi ukitamani kula inakuwa vyakula vile penye sukari vakukaanga vile na mafuta Chokleti, keki, pudding, ice cream ndo vitu mtu anakuwa anatamani, au wakati mwingine sisi tunapenda vitu vya mapilipili, uh, kama mbatata za urojo au, uh, chipsi kuku, nasikia ile na zile chips zishakaangwa pale zimejaa mafuta bila kiasi. Sasa Utamanifu, hamu ya kula vitu vyenye sukari au viliokaangwa, inaweza kuharibu juhudi zako katika udhibiti wa uzito, na inaweza kusababisha kula na kujilazimisha kutapika. Ushaona, wakati mwingine utakula, halafu utajiforce vile utapike, maanake unahisi vibaya, kwani mimi nimekula lakini zipo njia ambayo wewe unaweza kujizuia. Kwa hivyo, na njia sita ambazo nitataka kuzungumzia leo. Ukitamani, tuseme mathala umekuja, umefikiria unasema, ah mienda, natamani kula chokoleti. Mimi waambia wagonjwa kula, bora ule, maanake ukikuzuia au ukijizuia kila wakati utaifikiria ile. Ah, naitamani ile chokoleti naitamani ile chokoleti basi kula nusu au robo robo, au nusu ya ile chokoleti, bora ule ujue umekula kushinda ukajidhulumu, halafu ukenda ukaila yote. Kwa hivyo kula kidogo tu kutoa ile hamu hiyo, namba one. Namba pili, kula chakula kwanza ushibe, sio unakula udoho udoho, unasema ah, mimi nitakula saa tisa saa hivi saa saba ntatafuna japo mfuko wa chipsi madhali una njaa, madhali unatamani chakula, bora kula chakula kwanza. Kitu cha tatu, wewe ushajijua nafsi yako, unapenda kizungu tunasema mambo ya snack, snack, kula kila akati, usinunue basi vile machipsi sijui chokleti bisi sijui nini unaweka ndani ya nyumba. Bora weka mafruti, kunywa maji Ushaona vitu kama hivyo, vitu ambavyo unapata faida ukila fruti, unapata faida ukinywa maji, unapata faida ukila chakula chako cha mchana usiku au cha asubuhi, unapata faida, yai la kuchemsha unapata faida okay, okay. Kwa hivyo ukiwa na tamani vyakula kama hivi, basi bora jikumbushe Aha. Mimi sasa hivi nataka kupunguza mwili, kwa hivyo sitaki kutafuna kila wakati au mimi na sukari, kwa hivyo siwezi kula chokleti. Okay, hilo la nne. La tano, jipurutishe. Mtafute yule mtu anapenda sana kusema kao, pige naye domo katika simu kama inawezekana, bora hivyo. Au tizama mchezo wako kwenye TV ujipurutishe. Na kama nilivyosema, kama unataka kula, basi kuna mambo ya mafruti kula fruti, kunywa maji, yai la kuchemsha, au nenda riava, nenda walking, nenda matembezi nje, kaa kwenye simu, zungumza na mtu ili unajirukutisha mpaka ile time ya kula, ama usile kabisa. Au ndo kama nilivyosema, ndo unataka kula ile chokleti madhalivko ndani ya kabati unaitaka, basi kula kidogo, na mara ya pili usinunue tena, usiweke vile vitu vidogo vidogo vya kujitafunia tafunia. Asanteni sana, inshaallah tutazungumza tena. Uh, kama mna masuala yoyote, please nileteni mlo mwema, mlo mwema, au katika Facebook Asha Faulkner, okay, Aisha Faulkner, asha Faulkner, zote zimo hizo na nimo pia katika mlo mwema na hapa pia katika Facebook yangu Asha Faulkner katika YouTube, mtaniona. Kwa hivyo niulizeni maswala Si hoja ukaona, a ah, hili kishalijibu mie, pengine sijaliona hai zuru. Unajua sio kila mtu anaziona video zote, au pengine watu wamesahau. Tutazidi kuzungumza insha Allah, asanteni.